Bismillahi rahmani rahim. Uh, wassalatu wasalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasalam. Wapenzi wafuatiliaji na watazamaji wa, wa chaneli yetu ya Alazhari TV Tanzania tunaendelea uh, mahojiano ya hapa na pale kwa lengo la kupeana faida mbalimbali zitokanazo na ibada ya haji kutoka kwa sahibu lmaqamu wa ssaada walfadila waalfadila Sheikh Abdallah Talib raisi au mwenyekiti pamoja na vyoo vyake vingine lakini mwenyekiti wa ofisi kuu ya uratibu wa shughuli za haji Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hafidhahu Allah. Naam, Sheikh Abdallah, tukiwa tunaendelea tulipoachia ni kwamba kumekuwa na mfumuko mkubwa wa, wa kina mama eh, kwa miaka hii ya karibuni eh, kuongezeka idadi ya utekelezaji wa ibada hii ya haji ambayo wengi ya binadamu inatokezea mara moja katika maisha yao. Sheikh Abdallah, tupe kidogo na wape wapenzi wanaotufuatilia ambao wana hamu ya kutaka kujua nini labda e, siri ya mafanikio haya kwa wakina mama ambao wasimamizi wao ni wakina baba kama ilivyosema Qurani, ar-rijalu al qawwamuna ala nisa'i. Karibu Sheikh Abdallah. Eh, asante sana. Kama tunavyofahamu kwamba hapana ubaya na ni jambo si geni kusema kwamba wanawake wanakuja kwa wingi katika ibada ya hija, kwa sababu kama tunavyojua, mji wa Maka alianza kukaa ni nani? Mwanamke, mama yake Ismail. Ukitizama matendo ya hija mengi, tunakwenda baina ya safa walmarwa. Tunapokwenda baina ya safa walmarwa tunazungumza kuhusiana na nani? Tunazungumza kuhusiana na mwanamke ambaye ndiye matendo aliyokuwa akiyafanya. Lakini tukija tukizungumza katika historia, tutakuta kuna mambo mengi ambayo yamefanyika. Kuna sehemu ambayo kuna kama Zubeida mke wa Haruna Rashid, takriban ni katika watu ambao wamekuja wakafanya vitu vingi ambavyo walivyofanya, wakaweka maji. Lakini kabla ya hapo, tunapozungumza maji ya Zamzam ambayo ndio zawadi kabisa katika zawadi za Maka huwezi ukazungumza Zamzam na hata hili jina la Zamzam ni jina, am, ambalo, hata hili jina la Zamzam ni jina ambalo linatokana na nani? Linatokana na mama yetu ambaye ndiye alipokuja mama yake Ismaili alaihi ssalam. Kwa hivyo tukitizama suala la Hija ni kweli kwa sasa hivi Tanzania kumekuwa kuna mfumko mkubwa wa masuala ya wanawake kuja hija na siku ya hija tu wanawake takriban, hata kuzihifadhi hija, wanapofahamu kwamba sasa hivi idadi imekuwa kipindi, zamani wanaume walikuwa wengi, lakini takriban ikaja sawasawa sawa, lakini sasa hivi tunaweza tukasema as wala kwenye asilimia isiyopungua sitini ya mahujaji mwaka jana natumai ilikuwa ni kama sitini na tatu. Mwaka huu unajua, inaweza ikawa ni hivyo hivyo 64 au 65, lakini mahujaji wanawake wako wengi zaidi na hata wahujaji ambao wanarejea kurejea hija wanawake wanakuwa ni wengi zaidi, na hili linatokana na lile ambalo tumesema kuhamasika, wanawake wanahamasishana sana. Wanaume wengi, wana wengi wanaporudi hija wanakuwa tayari wamesha maliza hija yao kisha wanaachana, lakini ninavyojua, wanawake wengi wanaporudi hija wanakuwa wana makundi yao, makundi yale wanakuwa wanafanya shughuli za kijamii. Utaweza ukasikia pengine wanawake wa jumuia fulani wa mwaka elfu moja mia, elfu mbili na moja kwamba hata pakitokezea misiba wenyewe wanatangaziana kwamba bado wanakuwa kitu kimoja. Unaweza ukaona kwamba wanaweza wakenda wakasaidiana kuchu, kujenga katika kujenga jambo fulani wanakwenda kusaidia mayatima. Kwa hivyo ni kwamba ile hija imewaunganisha, na inapowaunganisha maana yake vile vile wanakuwa wanakwenda kuhamasisha watu wengine kutekeleza ibada ya hija. Kwa hivyo hata katika innovation ya vitu unaweza ukakuta kwamba kwa wanawake tuna hii suala la kanga. Kuna vitu vingi ambavyo tunavyovifanya, tunakuwa tunapata iktiraha kutoka kwa wanawake ambao wanakuwa wanatupa taarifa kwamba kuna jambo hili, kwa hivyo ni vyema mkaja mkalifanyia hija. Hata mwaka huu kwa alhamdulillah, tunasema ni mwaka wa kwanza ambao na mnadhimu mmoja wa kike, kwamba ni grupu ya hija, lakini kiongozi mkuu wa lile grupu ni mwanamke ni hija ngeni ni kweli kwamba yeye mwenyewe nilikwenda kuzungumza naye katika kumpa moyo, ananambia kwamba na presha imepanda. Nambia no, ndiyo, hija inabidi ujikaze, si jepesi. Mkampa mfano Allah. kwamba hata ma, is, mama yake Ismail ma. nabi Ismail ma. alipokuwa akenda baina Safa na Marwa anatizama hmm. ni kwamba alijipa imani, kwa hivyo hmm. ni kwamba anachokwenda, na kuna nchi nyingi ambazo pengine ziko makundi ambayo wanawake wanaongoza, kwa hivyo wanafanya vizuri, wanajitahidi kutoa taaluma na hili linasaidia kwa sababu, kama tunavyojua umuhimu wa wanawake, wana moyo, wanawake ni walezi, wanawake ndio watakaowafanya hata wa, wa, wa, wanaume kuja hija hmm, kwa hivyo hata katika kulingania natumai tunaweza tuka, ni fursa nzuri ya kuwatumia ambao, hmm, wanaweza wakaja, yako magrupu ambayo najua yameanzishwa na wanawake pamoja na kwamba wanawake hmm, utawakuta kwamba hawako mbele lakini, mm -hmm. Najua kwamba kwa sasa hivi kuna magrupu kama matatu katika grupu za Tanzania, utakuta kwamba hey, ni grupu kama nne. mm -hmm. Najua kwamba wanawake hasa ndio founders mm -hmm. na ndio ambao pengine wenye kauli ya juu katika yale magrupu pamoja, mm -hmm. na kwamba unaweza ukakuta lenye mnadhimu mwanamke ni moja. mm -hmm. Asante sana Sheikh Abdallah, uh, kuna swali la nyongeza kuhusiana na eh, mada hiyo hiyo, hiyo ya uwingi wa, wa kina mama katika utekelezaji wa ibada hii tukufu ya. Katika Uislamu kuna idhini ya mwanamme kuoa zaidi ya mwanamke mmoja, mathna thulatha <coughs> warubaa. Hili unadhani lina mchango wa kwamba ndio sababu ya wanawake kuwa wengi katika utekelezaji wa ibada ya haji? <coughs> Siwezi nkasema kwa sababu hilo linahitaji takwimu. <coughs> na mara nyingi mtu anapokuja hija hatumuulizi kama kaoa au kaolewa au kishia hikuoa au hajawahi kuoa. Najua kuna baadhi ya nchi hasa baadhi ya nchi za Afrika Magharibi, kuna nchi kama Indonesia, ni kwamba unapokwenda kuposa unaulizwa unataka kuoa, unakuja kuulizwa unataka kuja kumwoa binti yetu, wakati hata uislamu wako haujakamilika vipi? Jiangaje vizuri, mashaallah. Kwa hiyo tezi kwamba wao kwa kule, nyumbani kwetu sisi mtu cha kwanza akipata kazi anafikiria kujenga, kwa hivyo kwa wenzetu cha kwanza akishakupata kazi anafikiria kuja hije, mashaallah. Kwa hivyo, mkirejea katika suala lako la msingi, ni kwamba wanawake kwanza wako wengi ma, lakini wanaweza wakawa wanawake ni wengi najua. Kwa kiasi kikubwa pengine kwa kiasi kikubwa. Hmm. Inawezekana wanawake wanaokuja, pesa zinatoka kwa wanaume, pesa zinatoka kwa wanaume <laughs> <laughs> lakini <laughs> kuna mwanaume anaweza akakwambia mie sijawa tayari, kwa sababu kuna kitu ambacho watu wengi wanajidanganya. <laughs> mtu anaweza akakwambia kwamba ah, mie pesa yangu nazo nini hizi zina mashaka. Kama masha pesa yako haifai hi kuja hija, maana ma yake pesa hiyo huwezi ukawalisha watu wako. Masha masha pesa Allah hiyo hiyo ambayo unatakikana ya halali uwalishe watu wako, ndio pesa unayokuja hija. Masha mtu anaweza akasema kwamba ah, umri wangu mie n Namshukuru Mungu kwamba mimi nimeanza kutekeleza hija yangu ya kwanza nikiwa na miaka 21 na, na ndo hija ya Uislamu Mashaallah. Mashaallah. Kwamba hija yangu ya Uislamu ya kwanza nina miaka 21 na hiyo ndio hija yangu. Sasa hivi nina miaka 56, hizi hii zilizobaki zote kama nitafanya ni ya sunna zile, yeah. Ya mwanzo ni ile. Kwa hivyo mtu unatekeleza ibada ya hija kwamba ujue nini nafasi yako. Kwa hivyo hili linaweza likasaidia, mm -hmm. lakini cha msingi kwamba kuna watu wengine anaweza akasema kwamba, maana yake me nkirudi, kuna kuna ile mentality kwamba nikirudi nyumbani naweza nikafanya madhambi haijalishi hai binadamu si malaika mm. kwamba ukirudi huwezi kufanya madhambi, hiyo kila mtu ni kwamba Mwenyezi Mungu, na ndio maana akajiita Ghafari, kwamba mtu mm. anaweza kwa akakosea asiwe akafanya awe mepesi wa kurudi kwa Mwenyezi Mungu mm. lakini haina maana kwamba hija ni ibada ambayo inatakikana itekelezwe. Kwa hiyo kina mama tunasema kwamba wamenafasika, wame mm. wanapata fursa na wengi wa wastaafu mm. na wajua watu wengi ambao wanaostaafu kina mama wengi wanastaafu, kwamba wengi wao wanajishughulia kwamba nikistaafu mie pesa yangu nyingi nakuja nina invest yote ninakwenda hiji yeah. Wakati mwingine mwanamme akistaafu anakuja kufikiria kwamba, uh, pengine nahitaji kidogo nipate pesa za kuendesha familia, maana yake mm-hmm. ndo nitakuwa sasa hivi sina nini. Kwa hivyo vitu hivyo navyo vinakuwa vinaweza vikaathiri vika, vika, lakini katika hili linaweza tunaweza tukasema tukachangia kwa nani. Kwa hivyo unaweza ukakuta mtu pengine ana wake wawili watatu, lakini si mke tu kwa sababu unaweza ukawa una mama yako, una ndugu yako, una dada yako, una mlezi wako, una mwalimu wako. hmm. wote hawa ni watu ambao wana haki katika nafsi zako. hajjun mabrurun wa dhambun maghfurun. wassalamu alaikum warahmatullahi hmm. wabarakatuh